Habari za Jumatatu mtu wa nguvu, karibu sana katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa AyoTV, leo Oktoba 17, 2016. Jina langu naitwa Alice Tupa, na moja kwa moja nikianza na magazeti ya Hard News, gazeti la Jambo Leo mbele, katika ukurasa wa mbele leo limeandika mambo yaliyotikisa utawala wa JPM. Ni habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Jambo Leo, lakini habari hii inaendelea zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine inasema waziri wa Kenya aizulia jambo Tanzania Profesa Lipumba amsubiri sef mahakamani. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, lakini pia kuna habari inayosema kamati za bunge kuanza na mikopo elimu ya juu. Watoto mia thelathini na nane nchini kufanyiwa upasuaji wa moyo, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Katika habari za kimataifa, kuna habari inayosema Museveni aeleza sababu za kusalimia watu kwa mkono wa kushoto, na pia katika habari za michezo, kuna habari inayosema Yanga yashindwa kula lambalamba uwanja lamba wa Uhuru. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la jambo leo, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi, na tukiangalia habari hizi kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo, habari inayosema, na tukiangalia habari hizi kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti la Jambo Leo, habari inayosema mambo manane yaliyotikisa utawala wa JPM. Siku ishirini kabla ya Rais John Magufuli kukamilisha mwaka mmoja madarakani Novemba tano mwaka huu, kuna mambo manane ambayo yanaweza kutajwa kuwa ndio yaliyotikisa taifa katika utawala wake mambo hayo kati ya mengi yamelitetemesha taifa kwa nyakati tofauti, kutokana na kasi ya rais Magufuli kiutendaji, huku baadhi ya watu wakifurahia hatua hizo na wengine kuumia na kunung'unika kwa kuguswa katika maeneo yao ya utendaji. Baadhi ya mambo hayo ni kufuta safari za nje, kufuta sherehe za kitaifa, kutangaza serikali kuhamia, kutangaza serikali kuhamia Dodoma Kutangaza serikali kuhamia Dodoma na kuondoa watumishi hewa. Mambo mengine ni kuzuia mikutano ya siasa, kutumbua watendaji wa serikali na taasisi zake, kuzuia taasisi zake na zile za umma kutumia kumbi za mahoteli au kukodi kwa kufanya makongamano na mikutano, kutotumia au kutumia, mbona sielewe kwa sababu hapa hii yeye alikataza ya nini? Yani, watumishi wa, na ni kutotumia hoteli lakini hapa amesema kuto kutumia. Mambo mengine ni kuzuia mikutano ya siasa kutumbua watendaji wa, kutumbu wa serikali na taasisi zake kuzuia taasisi zake na zile za umma kuzuia haya e. mambo mengine ni kuzuia mik mambo mengine ni kuzuia mikutano ya siasa, kutumbua watendaji wa serikali na taasisi zake, kuzuia taasisi zake na zile za umma kutumia kumbi za mahoteli au za kukodi kwa kufanya makongamano na mikutano. Jambo jingine ni lile la wiki iliyopita lipowataka watendaji wote wa serikali walioalikwa katika sherehe za kilele cha mbio za Mwenge kutohudhuria hafla kutohudhuria hafla hiyo na kurejesha posho walizopewa. Waliozuiwa ku, waliozuiwa kuzuria waliozuiwa kuhudhuria sherehe hizo ni pamoja na wakuu wa mikoa wilaya, wakurugenzi na halmashauri, makatibu tawala na wakuu wa idara mbalimbali mbali. Wasomi na wachambuzi wa masuala ya siasa wametaja baadhi ya mambo hayo kuwa yamekuwa na tija kwa taifa, lakini wakaponda mengine wakisema hayakuwa na msingi kufanywa. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo, na hii ni moja kati ya habari ambayo inapatikana katika gazeti hili lakini unaweza kuendelea kuzisoma habari nyingine inga katika gazeti la habari leo nalo leo katika ukurasa wa mbele limeandika waziri hawajajua watumishi TBS TRA ni waliopitisha makontena mia moja bila kukaguliwa bandarini hawataka kujisalimisha haraka kabla ya kuchukuliwa hatua kali. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele kabisa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la habari leo, lakini unaweza kuendelea kusoma habari kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Tukiangalia habari nyingine, nasema mapya yaibuka kipigo cha mwanafunzi Mbeya ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nane, nani, wa 8 728 kufanyiwa upasuaji wa moyo mwe mbili ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili, lakini pia kuna habari nyingine katika ukurasa huo mbele wa gazeti hili ambayo inasema taasisi ya ngara, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCIA iliyopodai imezidi kupata mafanikio makubwa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari nyingine inasema wafa kwa mganga, wakazi watatu wa wilaya Tanganyika wamekufa baada ya kunywa dawa kwa mganga wa kienyeji. Na katika habari za michezo kuna habari inayosema Yanga Azam, timu za Yanga na Azam jana zilitoshana guvu na kugawana pointi moja moja kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara. Na tukiangalia habari hizi kwa ndani zaidi katika kurasa ndani kwa gazeti hili katika ukurasa wa na tukiangalia habari hizi kwa ndani zaidi tukiangalia habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa, wa nane wa gazeti la habari leo. Habari inosema mapya yaibuka kipigo cha mwanafunzi Mbeya. Wakati jamii ikiendelea kulani kupigwa kikatili mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Kuto ya Mbeya Sebastiani Chikungu mwezi uliopita, imeelezwa kuwa wanafunzi wengi wamekosa nidhamu na wamejengewa kiburi na wazazi na walezi wao kudharau na kudhani wako juu ya walimu. Aidha, walimu wamesema pamoja na kwamba kitendo alichofanyiwa mwanafunzi Chikungu ni cha kikatili na, na kisichokubalika, lakini wengi wao hudhalilishwa na wanafunzi mbele ya wa wenzao, na wanapopewa adhabu hutetewa na walezi na wazazi wao, jambo linaloongozea kiburi na kutokubalika. Baadhi ya wazazi na walezi wamekiri kutok... <coughs> Baadhi ya wazazi na walezi wamekiri kutotekeleza ipasavyo wajibu wa kulea ingawa wametupia lawama maendeleo ya teknolojia na makundi mabaya kuchangia baadhi ya wazazi na walezi wamekiri kutotekeleza ipasavyo wajibu wa kulea ingawa wametupia lawama maendeleo ya teknolojia na makundi mabaya kuchangia kuwaharibu watoto wao huku wanafunzi wakieleza wazi kuwa nidhamu yao inahitaji kupigwa msasa. Walimu, wazazi na wanafunzi kwa nyakati tofauti wakizungumza na gazeti hili mara baada ya kutokea kwa tukio la Mbeya dei, walisema walisema suala la maadili na miongozo ya adhabu pamoja na uhusiano kati ya mwanafunzi walimu na mzazi linapaswa kuangaliwa upya. Kauli hiyo pia ilitolewa na viongozi mbalimbali wa serikali. Ni habari hii mojawapo ambayo anaweza kuendelea kusoma katika ukurasa huu wa nane wa gazeti hili la Habari Leo. Nipashe, mwanga jamii, kwa siku ya leo limeandika: Kariakoo ivaa serikali bandarini. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na Nipashe panyarodi waacha vileo, tamasha la singeli. Ni habari pia hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa pili, lakini tukiangalia habari nyingine katika ukurasa huu ambao gazeti hili nasema daraja la Kigamboni laingiza bilioni tatu yasema NSSF wanafunzi hewa wazidi halali makontena ya waponza ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa nane. Posho za mwenge zanunuliwa, posho za mwenge zanunulia dawa. Lakini pia kuna habari inasema no vikwazo dodoma kuwa jiji hivi hapa, na katika habari za michezo kuna habari inayosema Yanga, Azam FC zainufaisha Simba. Zote ni habari hizi ambazo zinapatikana katika ukurasa huu mbele, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na tukiziangalia habari hizi kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe, habari inayosema kariakoa serikali bandarini siku chache baada ya waziri wa viwanda, siku chache baada ya waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Charles Mwijage kusema kontena 100 zilizoondolewa bandari ya Dar es Salaam bila kukaguliwa siku chache baada ya waziri wa viwanda biashara na uwekezaji Charles Mwijage kusema kontena mia moja zilizoondolewa bandari ya Dar es Salaam bila kukaguliwa na shirika la viwango na kutaka wamiliki wake kujisalimisha, wafanyabiashara wa Karakoo jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuangalia upya ushuru wa TBS kwa mizigo inayoingizwa nchini. Aidha, wafanyabiashara hao wameiomba serikali iondoe baadhi ya bidhaa kwenye ukaguzi wa mizigo kabla haijasafirishwa kuingia nchini zikiwemo nguo na viatu ambavyo ni muhimu kwa biashara eneo la Kariakoo ambalo pia huhudumia wafanyabiashara kutoka nchi za jirani wamesema bidhaa hizo zinapaswa kuondolewa tozo zifikapo bandarini ili kuendelea kuwasaidia vijana na wanawake wanaojihusisha na biashara ambayo ndio ajira yao. Tukiangalia habari nyingine katika ukurasa huu pia inasema: Panya Road kumi baroni kwa kupora tamasha la singeli. Jeshi la polisi limesema limekamata vijana kumi wanaodaiwa kutoka makundi ya kihalifu ya Panya Road wakitumiwa kujihusisha na uhalifu katika tamasha la muziki wa Singeli lilofanyika jijini Dar es Salaam juzi jioni. Kamanda polisi mkuu wa kipolisi Temeke Andrew Sata katika mazungumzo na Nipashe kwa simu jana alisema kundi hilo lilikutwa eneo la Buza jijini usiku wa kuamkia jana. Alisema kundi hilo lilijichanganya katika tamasha hilo juzi saa kumi na moja jioni, na kwamba baada ya kumalizika lilianza kuwavamia watu na kuwapora. Tamasha la kutafuta vipaji kwa vijana wanaoimba muziki unaoshika chati tamasha la kutafuta vipaji vya vijana wanaoimba muziki unaoshika chati kwa sasa nchini wa singeli wenye mahaza ya Uswailini lilifanyika katika viwanja vya Mbagara zake. Kamanda alisema katika tukio hilo mtu mmoja alifariki dunia na wengine watoto walipata majeraha madogo na anaendelea na matibabu kwenye hospitali ya Temeke. Katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe kuna bado unasema vikwazo, Dodoma kuwa jiji, hivi hapa. Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan ametaja vikwazo vinavyofanya Dodoma ishindwe kukizi vigezo vya kuwa jiji. Vikwazo hizo ni pamoja na uharibifu wa mazingira na uzembe wa ukusanyaji mapato. Aliyasema hayo alipokuwa akizungumza na wazee wafanyabiashara, vikundi vya usafi wa mazingira na viongozi mbalimbali wa serikalini mjini Dodoma. Samia alisema serikali inapohamia Dodoma lazima kuwe jiji, na ili kupata hadhi hiyo mambo mengi yanahitajika, ikiwa ni pamoja na usafi wa mazingira. Alisema mkoa huo umeathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo kwa asilimia kubwa yamesababishwa na shughuli za kibinadamu kwa kukata miti ovyo na kuifanya Dodoma kubadilika tofauti na ilivyokuwa awali. Habari nyingine pia, katika ukurasa watu, tunasema daraja kigamboni la ingiza bilioni tatu. Daraja la Nyerere jijini Dar es Salaam limeliingizia shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF zaidi ya shilingi bilioni tatu tangu lizinduliwe, mkurugenzi mkoa wa NSSF profesa Godiasi Kayarara amesema. Aidha, mkurugenzi huyo alisema mapato hayo makubwa yanatokana na uamuzi wa shirika kuepuka kutumia kampuni binafsi katika miradi yake yote baada ya kushindwa kufanya vizuri katika miradi mingine ilizozipatia kutokana na uamuzi huo, makusanyo kwenye miradi ya NSSF sasa yameongezeka, huku mradi wa daraja hilo ukiingiza zaidi ya shilingi bilioni 3 tangu izinduliwe April 19. Zote ni habari hizo ambazo zipo katika gazeti hili la Nipashe, lakini naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiliangalia gazeti la Tanzania kinifu kwa siku ya leo, imeandika tumwombee sita. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Aliyewekwa rehani Pakistani giza nene, ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa nne, lakini bado kuna habari nyingine ambazo zipo katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Mtanzania ambayo inasema lotorosha makontena mia moja bandarini kusakwa. Serikali ya wataka wafanya kazi TBS kujisalimisha. Habari nyingine inasema wafariki dunia baada ya kunywa dawa ya mganga. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Mtanzania nzito baada ya kurudishwa nchini kimya kimya kutoka Ujerumani alikokuwa amepelekwa kwa matibabu kwa zaidi ya wiki mbili. Habari za uhakika ambazo Mtanzania ilizipata Dar es Salaam jana zinaeleza kuwa Sita alirudishwa nchini mwishoni mwa wiki iliyopita. Kiongozi huyo aliyejizolea sifa lukuki wakati wa bunge la tisa huku akitumia kauli mbiu yake ya spika wa kasi na viwango, hajaonekana hadharani kwa muda mrefu tangu alipomalizika mchakato wa kumpata spika wa bunge la 11 mwaka jana. Taarifa za kurudi kwa Sita nchini zilianza kuzaga tangu juzi jioni jijini Dar es Salaam. Septemba 28 mwaka huu gazeti hili liliripoti taarifa za Sita kupeleka Ujerumani kwa matibabu, taarifa zikisema amekuwa akisumbuliwa zaidi na miguu. Kiongozi mmoja juu wa taifa liliambia Mtanzania jana kuwa Sita lirudishwa nchini wiki iliyopita baada ya kupata ushauri wa kina wa jopo la madaktari. Tukiangalia habari nyingine, nasema aliyewekwa rehani Pakistani, giza nene. Matumaini ya kumpata kijana Adamu Akida akiwa hai nchini Pakistani anazidi kufifia huku serikali ikishindwa kutoa majibu kuhusu hatima ya Mtanzania huyo. Adamu amewekwa reani nchini humo na ndugu yake Juma Mwinyi. Video zake Akida zilizokuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii Julai mwaka huu, alikuwa akiomba msaada wa kuokolewa kutoka kundi la watekaji hao wenye silaha nzito. Tangu kuripotiwa kwa tukio hilo miezi minne iliyopita, ukimya umeendelea kutawala licha ya polisi nchini kuwahi kuahidi kuwasiliana na serikali ya Pakistani ili kumwokoa Akida. Hata hivyo, hadi sasa suala hilo limegubikwa na giza nene Huku hatima kijana huyo ikiwa haijulikani, zote ni habari hizo ambazo zipo katika gazeti la Mtanzania, unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiliangalia gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, limeandika Mungai yasema JK alinitosa ili kuwafurahisha walimu. Ni habari kubwa hiyo ambayo unaweza kuendelea kuzisoma katika, un, katika ukurasa wa nne wa gazeti la Mtanzania. Lakini habari nyingine inasema MaDC washindana kuwaweka ndani wanasiasa watendaji. Ni habari ambayo naendelea katika ukurasa wa pili. Mama mbaroni adayo kumnyonga maneno habari Bara ambayo imeandikwa katika ukurasa wa tatu. Lakini pia kuna bado nasema chakula cha mama Magufuli cha mtokea Pwani, mtendaji waathirika wa ajira wa mwangukia JPM. Lakini katika habari za kimataifa kuna bado nasema Rais Holland atabiri Hillary Clinton kushinda urais wa Marekani. Zote ni habari hizo ambazo zipo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiangalia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, nalo leo limeandika wajawazito Simiyu waibua wa kioja kipya watumia dawa za kienyeji hospitalini kuharakisha uchungu wengi wapoteza maisha mbinu wanazozitumia za dhibitiwa, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti la Majira. Habari nyingine sema Majaliwa ampa dedi siku 30, asisitiza uwajibikaji wa watumishi na Chingwea, ni habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne, lakini pia kuna habari unasema mbunge Sakaya agomea agizo la DC Kaliua, DC Sikonge agiza kila kijiji kiwe na shule, serikali yasema wenye ulemavu mati Babubure, lakini pia katika habari hizo na ambazo wa gazeti hili. Gazeti la Uhuru kweli daima kwa siku ya leo limeandika serikali asisitiza hatutaki misaada yenye masharti. Samia asema nchi haiwezi kwenda kinyume na utamaduni wa Kitanzania abainisha kuwa Tanzania ina uwezo kujitegemea kwa asilimia 60 azitaka si dieta, misemi kwa rakisha, uhamishaji makao makuu Dodoma ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele kabisa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Uhuru. Tukiangalia habari nyingine inasema aletebolwa macho apata misaada lukuki, mabohora msaidia bajaji mbili, wengine wampatia pikipiki tano, makonda mkabidhi milioni kumi, Diamond ajitolea milioni mbili. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Uhuru. Majaliwa toa mwezi mmoja kwa mkurugenzi na Chingwea ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa nne. Habari nyingine ambayo tunaweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa wa nne inasema wazazi wazitelekeza familia Kagera kwa njaa polisi Mlandizi walalamikia kuishi uswahilini. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Uhuru. Na tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu limeandika kwa siku ya leo walimu wamtisha Rais Magufuli waipa serikali siku 15 ilipe madeni yao. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari nyingine inasema tisirai yasema marufuku Galaxy Note 7 kwenye ndege ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Waliotorosha kontena kusamehewa, waziri Charles Mwijage ataka wajisalimishe, watubu. Tukiangalia habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa tano, nasema mwalimu afanywa unyama, mbunge mkurugenzi watajwa kuhusika. Azam, Yanga waiachia Simba Sport Club . Yote ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kuzisoma ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Tanzania Daima, na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo gazeti la Ijumaa kwa siku ya leo kama mnavyoliona katika ukurasa wa mbele lina habari tu nyingi vile vile katika ukurasa wa nyuma, lakini pia gazeti la Kiu katika ukurasa wa mbele kama mnavyoliona lina habari tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma. Na moja kwa moja tukiingia katika magazeti ya michezo, gazeti la Bingwa limeandika kichwa cha mchawi, asilimia 71 mabao ya Simba ametoka kwake, ukimzuia yeye umemaliza mchezo. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la bingwa. Habari nyingine sema Azam Yanga za gana point ligi kuu, ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini katika habari za kimataifa ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la bingwa, nasema walikot sema vita ya namba inayobeba Arsenal, Man United yapiga hatua kwa Griezmann, zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la bingwa. Tukiangalia katika ukurasa wa nyuma, kuna habari inayosema kifungo, Mourinho ajiingiza matatani kuhusu mwamuzi Taylor, lakini pia kuna habari inasema Mahrez atabiriwa kubeba tuzo, walikuwa tasema vita ya namba inaibeba Arsenal. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingwa, lakini unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Mwana spoti kwa siku ya leo limeandika mavugo marufuku ni kichuya na mkude tu. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Kama masiara busungu huyo yanga aza mgonjwa mmoja, ni habari nyingine hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Maji kuanika mazito jangwani, ni habari nyingine hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwanasport. Katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili kuna habari inasema Mourinho aongeza utata kwa muamuzi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Mwanasport. Na tukimalizia na gazeti la Champion kwa siku ya leo limeandika Simba tamu adira kichwa yapewa tuzo, Omoja asubiria rekodi mpya. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele kabisa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Champion. Habari nyingine inasema Yanga Azam ndio hivyo, ni habari hiyo pia ambayo inaendelea katika ukurasa wa ndani. Manji kuwataja maadui wa Yanga, Jumapili aibu kinoma, tambo jumlisha ngoma jumlisha chira sawa sawa na kichuya. Ni habari hiyo ambao anaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Champion. Habari nyingine nasema, striker tuweka Yanga azima simu ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Champion. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili kuna habari nasema, Liva zidi ya Manu Mourinho anza kuhofia mwamuzi, ni habari hiyo ambayo anaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Champion. Wenga mtaka Ozil apige mashuti zaidi. Guardiola anza kuogopa Man City. Zote habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Champion, na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Na gazeti la Champion ndio linatufungia uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo kutoka hapa ITV. Lakini unaweza kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo na kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina hilo hilo Millard Ayo ili uweze kupata habari zetu kwa undani zaidi. Bado naendelea kukukumbusha mtongo nguvu kuendelea kuandika neno go kwa namba 15544 na kuanza kujibu kabisa kutoka Vodacom ka unaweza kuendelea kwa kujishinda kuanzia laki tano milioni moja milioni tano 5 milioni ishirini hadi ile milioni mia moja ambayo inatolewa mwisho wa mwezi huu kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Ali Super.